Sema. Ehe. Kwa ma maana mwanamke asipofunikwa kwa, kwa maana mwanamke asipofunikwa kichwa, ma maana mwanamke asipofunikwa na akatwe nywele, asipofunikwa na ni akatwe nywele, au ikiwa ni aibu kwa mwanamke kukata nywele zake. Ehe. au kunyolewa eh na afunike mpe, unasikia maneno eh? Unaambiwa, kama unataka kusali ufunike nini kichwa. Na kama hujafunika ukatwe nini hiyo nywele. Na kama unaona kukatwa nywele ni mbaya, basi ufanye nini? Ukifunika kichwa ukatembea barabarani, watu watasema umekuwa dini gani eh? ukifunika kichwa ukatembea barabarani Watu watasema umekuwa dini gani? Islam. Kumbe Biblia inataka uwe nani? Islam. Ha? Inataka uwe nani? Mashallah. Inataka uwe nani? Naam? Naam? Sangapi? Saa ngapi? Rebeka